Mimi nawauliza hivi, mbaitu, mniangalie vizuri mimi, si mnaniona? Yes, mnaniona vizuri yes. Si mnanijua? Yes. Mukiniangalia hivi na ule mtu ya shares na mtu ya mitego na mtu ya kusema wakamba hawana kura na mtu ya kudharau viongozi wengine na mtu ya kisirani na chuki na ukabila kati ya mimi na muti ya mitego, nani anakaa kama rafiki ya wakamba? No, wacha niulize tena jameni, wacha nirudie, wengine hawakusikia. Muniangalie vizuri mimi eh? Ni mwanamusi ni mwanamusi mimi. Mkiniangalia na ule mti ya mitego, mtu ya ukabila mtu ya kisirani mtu ya kusema watu wabaguliwe kwa sababu hawakupiga kura. Mimi na mtu ya mitego nani anakaa kama rafiki ya watu ya ukambani? Ni mimi. ya ukweli zoni aina maoko mama kuwa hawa watu wapotee kabisa, wakwende kabisa, waende wakiendanga kwa sababu yeah, wanadanganya watu. Yeah. Naenda unadanganya watu, unagawa hawa watu, unaweka kona hii. Kenya ni moja, we have one country. Na sio lazima ubague mtu fulani ndio mtu mwingine asaidike. We can all benefit from the resources of our motherland. Every Kenyan can have a piece of the national cake. Somebody doesn't have to lose for another one to gain.

and whoever is elected becomes the leader of everybody, those who voted for him, those who did not vote for him. Ile hiko ni kubembelezana, ndio mbele wale hawakutupigia kura watupigie, ama namna gani? Sio kwa kifua, kubembelezana namna hii, namna hii, kusikizana namna hii, alafu tunawafanyia maendeleo, tunaleta barabara, tunaleta stima, tunatafuta bei ya nzoo na bei ya ndoko na bei ya maembe ya bei, ama namna gani yeah, alafu kura ikifika, wananchi wanapiga kura kwa hiari yao ama namna gani jameni, yeah. Akamba mwasiata mwasiata nindanena nesa, mungetaka nirudi hapa jameni, yeah. Wacha nione wale wamesema nimekaribishwa hapa yeah. Wacha nione wale wako huko, wacha nione wale wako huko. Asanteni sana. Wakati nimeambia rais nakuja hapa